Na mimi naridhika kwa kasi inayoendelea na ujenzi huu. Mpaka sasa hivi tumefikia asilimia sitini na tano ya ujenzi huu ambao awamu hii ya kwanza tunaenda kuukamilisha. Uh, msisitizo wangu ni kwamba tuzingatie ubora wa kazi iliyotarajiwa kufanyika. Tutarudi tena kuja kukagua. Kama ofisi, kila mtumishi ninadhani atapata sehemu nzuri ya kukaa, kuandaa kazi zake na kwenda kutekeleza, lakini la msingi niwahakikishie kwamba tuko pamoja na nyinyi changamoto ambazo zilijitokeza kule nyuma nadhani sasa hivi hazipo. Kilichobaki ni kukamilisha ujenzi katika awamu hii ya kwanza. Asilimia mia moja ya pesa ambayo inatumika kwenye jengo hili kubwa ni pesa ya serikali, ni pesa ambayo imetolewa kwenye bajeti ya serikali. Kwa hiyo niendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuendeleza na kuhakikisha kwamba elimu inazidi kusonga mbele na mazingira ya kusomea yanazidi kuboreshwa. Hata madarasa yenyewe yataruhusu sasa kuweza kutoa mafunzo hata ukiwa mbali. Tutaweka maabara nzuri ambazo zitawezesha utoaji wa mafunzo, lakini hii ni awamu ya kwanza ya ujenzi. Baada ya hapo, tutakuwa na majengo mbalimbali yatakayoendelea hapa. Majengo kama kumi na mbili yataendelea kwa mahali hapa, ndio hasa jumla ya mradi itakaokuwa utakuwa jumla na majengo kumi na mawili, na kushauliana na msitiri ambaye ni na serikali tukaamua kwamba tuanze na jengo la awali ambao ni jengo la madarasa, ambao jumla tutakuwa na madarasa 26 humu ndani, na sita na vyumba vya ofisi 24. Lakini jengo hili litakuwa ni jengo la kisasa ambalo lina, lina, linakidhi mahitaji ya sasa ya teknolojia kwa sababu natarajia wanafunzi watakaokuwa wanasomea hapa zaidi ya 2500 mia tano wawe katika teknolojia na mwendo mpya.